Mimi nataka kusema kitu kimoja, ujinga ya Wakenya isitufanye tunaanza kutukana rais wa Tanzania my friend, yeah. Ukumbafu ya Wakenya atisufanye tutukane rais wa Tanzania mambo ya ukumbafu...

Mutunga, aliyekuwa jaji mkuu, alinyang'anya watu hapa 2013, kwenye mahakama, kesi ya rais, dakika tano akamalizana nayo. Nini wanatuambia? wanapeleka tumbo zao na matako zao Tanzania, wakisema wanaenda kutetea wa Tanzania. My friend, kaa kwenu, pambana na maisha yenu. Aani, watu ndio wameharibu cool. Kenya Tanzania kuna kanuni kuna misingi yes. Kuna sheria yes. Tanzania siyo choo my friend, kama unataka mahali ya kunyonga watu kuja unyonga watu Kenya pa, mpaka imefunguliwa free Kamu, hiyo ndio Kenya mbano. Tanzania uwezi dhubutu. Kama unaishi Tanzania lazima chief mnyumba kumi akutambue umetoka Kenya na umekuja kuishi kwa muda gani, hiyo ndio Tanzania. Kama unataka siasa ya malaya ingia Kenya my friend. <laughs> Then unakuja o, ni kijana mdogo unaanza kutukana rais wa Tanzania. Lazima tuheshimu rais mama Suluhu. Huyo mama ukienda kwao amejenga SGR tofauti na hii yetu, ambayo waisi wa leiba, hii yetu hii waisi ambayo leiba 300 and something billion imelala hapa. Ukiangalia ukikompare na yetu, na ile ni tofauti, na ni mama mkijana kijana asema ati lazima kakojoe ka, ka, kwab kwa, unataka kukunywa makojo zake? Siasa ya pusi, siasa ambayo ina nidhamu, ndio siasa ambayo inafanya wa <laughs> <laughs> Wakenya wena kazi kwa sababu hujakuwa machua ya political. So nini, unataka pesa udungwe shilingi elfu mbili ama elfu kumi ndikuja hapa kusifu mtu? My friend, mimi najua kanuni ya Tanzania Ukikanyega kule sirare kama una kibali my friend, unalala sena. Tanzania sio kama Kenya. Ukitaka kunyonga watu uingia Kenya, Governments don't care, wenye wanaua watu sini watu wa Nigeria sini maforeigners hmm. nani ambayo anahusika sini sirikali? Tafiku. Tafiku. we umasikia, kuna washwash kwa Tanzania kama Diamond alikuwa anashikwa Dini Magufuli kwa sababu alikuwa ameimba wimbo mbaya mbaya na inajulikana nyege, nyege, nyege. Wakamshika na wakabani hiyo wimbo iko Tanzania. But hiyo wimbo iko hapa Kenya. Kwa sababu pumbafu yenu kama wa Kenya. Mnapenda vitu chafu. Kenya ni dustbin. Ukitaka vitu mbaya kuja utupa hapa Kenya ni uende kwenu. Unafikiri Tanzania ni kama Kenya? Then unasimama hapa unataja my friend. Tanzania ina kuna kitu kinajulikana kama uh, nini? Ujamaa. Lazima utii ujamaa my friend. Ujamaa ya Tanzania lazima utii. Kama utatii ujamaa, seli iko ijaja, utapelekwa. Ndugu yangu, tulia, utapelekwa kwa seli. Lazima tukubaliane. Siasa chafu kuja ufanye Kenya, siasa mbaya kuja ufanye Kenya wenye wanajipeleka tumbo zao wanajisema, tuwaoni watetezi hapa kwetu Kenya. Wametetea nini? Ni nini imepatikana? Hatuwezi kuwa kwamba wewe kama ni mtetezi wa mtetezi wa ranji wa, wa, wa upinzani wanakutumia wanakupea wa wa pesa unakuja kusumbua serikali. Hiyo ndivyo wanavyofanya hapa Kenya. Tunajua. Akina fonsi fonsi fonsi tunaua au ni makateli wa siasa hapa Kenya my friend. Jaribu nyingine. Uganda seli, jaja. Tanzania seli, jaja. Fanya upuzi hapa Kenya. Lazima tuheshimu nchi ya Tanzania. Ukiangalia wewe unakuja hapa, unatuambia wewe ule mama kwani wako wanataka waingie Tanzania waende kufanya nini? Kama uchaguzi wa Kenya ndio mashina kutengeneza. Sasa ya Tanzania watatengeneza. Tanzania ni kuzuri. Na Watanzania Tanzania wajalalamika. Kwa nini wewe unalalamika na kwenu ni kubaya? Pambana hali ya Kenya, wacha Watanzania Tanzania wapambane na hali zao. Tanzania kuna kanuni, my friend. Kama wewe ni tabia mbaya, utapambana sheria ya Tanzania. Kama wewe ni mhalifu, watakudili na wewe Tanzania. Kama wewe ni kuelelea kama Martha Karua,

nchi ya jirani, nchi ya Tanzania. Tanzania kuna kanuni. We kama unataka mali ya upusi fanye upusi Kenya. mambo ya demokrasia hakuna Kenya, mambo Kenya ni uongo na, na mambo mingi.